Huenda kwenye maisha yako umekuwa ni mtu ambaye unaota na kusahau, yaani wewe ukilala usiku unaota ndoto vizuri, asubuhi ukiamka unajikuta aidha umesahau au unakumbuka baadhi ya matukio tu peke yake, ama haukumbuki kabisa. Yani unaota usiku umelala, lakini asubuhi ukiamka, haukumbuki kitu chochote. Na kuna mwingine, hali imekuwa ni mbaya kiasi kwamba unajikuta kwamba umelala usiku umesahau kiasi kwamba ukiamka asubuhi unasema kwamba oh, mimi mtumishi wa Mungu sioti. No, hakuna mtu asiyeota, lakini wengine huwa kiwango cha kusahau kinatofautiana, na wengine, hali imekuwa ni mbaya zaidi au tena hakumbuki kitu chochote, mtu mpaka inafika sehemu anatoa conclusion kwamba mimi mtumishi wa Mungu ninapolala usiku huwa sioti. Sasa nitakuonyesha kwa nini usiku ukiota baadhi anapotaka kutoa baadhi ya ujumbe kwenye wa Mungu kwenye maisha yako, kuna ujumbe kwenye maisha yako unaweza kawa ni wa muhimu sana. Ujumbe ule labda umebeba hatima ya maisha yako, ujumbe ule labda ni mkubwa sana, ambao labda umebeba maono makubwa sana, labda kama ukiujua huo ujumbe huo ama ukiutilia maanani ujumbe huo, unaweza kukupeleka mbali unaweza ukapeleka kwenye hatua nyingine ya maisha yako ambayo ni kubwa, ama hatua nyingine ambayo ni ya muhimu zaidi. Ko wanachokifanya shetani ama wanachokifanya wachawi, wanaenda kuiba ndoto zile, wanaenda kuiba ndoto zile siku unapokuwa umelala unapoota. Labda kwa mfano ujumbe labda unasema kwamba unakuja labda kukupa maelekezo, unakupa maelekezo labda ili uweze kufika kule unakotakiwa kwenda, ili uweze kufika malengo yako, ama ili uweze kufikia maono ambayo uko nayo wewe, inatakiwa ufanye kitu moja, mbili, tatu, nne, tano. Sasa ndoto hiyo, adui anapokuja kuibeba au wachawi au shetani anapokuja kuibeba, utajikuta ya kwamba haujui kule unakotakiwa kufika ufike vipi haujui vile vikwazo ambavyo utakutana navyo huko njiani. Kwa hiyo unajikuta kwamba ndoto ile imeondoka na wewe unakuwa unatembea kama kipofu. Unakuwa unaenda kwenye future yako kama kipofu. Unakuwa unaenda kama mtu ambaye haujui unaenda wapi. Unakuwa unaenda kama mtu ambaye hajui anafikaje kule anakoenda. Atafika kwa na, na, na, na, hii? Au kuna muda mwingine Mungu anaweza akaja kuonyesha kwamba mtu fulani ni mzuri kwenye mtu fulani mbaya kwenye maisha yako. Kwa hiyo wale wachawi ama kwa sababu shetani anajua kabisa utamjua adui ni nani kwenye maisha na nani utamjua kwamba sio adui kwenye maisha yako. Kwa hiyo unajikuta kwamba yeye anakuja anaondoa ile mbegu ya ndoto ambayo Mungu ameweza kukupa kwenye maisha yako. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 19 anasema hivi, kila mtu asikiapo neno la ufalme asielewa, huja yule mwovu akaliondoa lile lilopanda moyoni mwake. Kumbe neno la Mungu linapokuwa limepanda moyoni mwako, kuna, kuna namna mwovu anaweza akaja Neno la Mungu linaweza kapanda nawe kwa njia ya kusoma, kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo kama likipanda kwa njia ya ndoto, yule muovu ana uwezo wa kuja kwenye maisha yako akalichukua, na baada ya kulichukua, ukajikuta wewe umefanya nini? Umesahau. Na ndio maana unahangaika sana, kwamba kwa nini mimi kwenye maisha yangu kila siku naota na kusahau? kwa nini mimi kwenye maisha yangu naota na kusahau? ni kwa sababu pini unapokuwa umeota baada ya kuota yule mwovu huwa anakuja kwenye maisha yako, na analiondoa lile neno la Mungu. Sababu ya pili ya... ni kwamba mtu hajajali, hawa hajasikia. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Ayubu ile sura ya 33 mstari wa 14 mpaka 16, anasema hivi kwa maana Mungu nena mara moja, naam hata mara pili, asipokuwa mtu hajali. Kwa hiyo kuna muda unaweza kujikuta kwamba Mungu amenena nawe mara nyingi, lakini haujali kinachotokea kwamba adui anapata nafasi kipindi unapokuwa umelala. Siku nyingine na unapokuwa umeota ndoto ile ile, muda mwingine ni kwamba wewe tu mwenyewe haujali. Yaani wewe tu hujaamua kutilia maanani. Kumbe una shughuli nyingi za maisha. Yaani wewe uko bize kutafuta maisha kiasi kwamba hata unapokuwa unaota ndoto unakuwa kwamba hujali ni kitu gani ambacho umekiota. Unaamka tu asubuhi bila hata kutafakari ni kitu gani ambacho ambacho umekiota. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi kwamba tafakarini mnapokuwa vitandani mwenu. Kwa hiyo unajikuta kwamba wewe umeamka, umekurupuka, hujaomba hata kuomba, hujasali hata kusali asubuhi, unaendelea na maisha yako. Unaendelea na shughuli zako za kawaida. Inafika sehemu mchana unakuja kumbuka, ah mbona, ah, kama kuna ndoto niliota. Mbona kama kuna kitu nilikiota. Mbona nimesahau? Kwa nini niota nimesahau? Kwa sababu wewe haujali yani, hauna muda kabisa. Wewe unaota ndoto lakini asubuhi umeamka uko busy, ama asubuhi umeamka, jambo la kwanza, kitu cha kwanza kukichukua, unajikuta kwamba ni simu yako ndio umeichukua. Wewe yani umeamka asubuhi, baadae hata kuomba, baadae hata kukaa kutafakari, hata kuangalia siku inaendaje, siku yako nzima itakuwaje, unajikuta tu kwamba baada ya kuamka, baada tu ya kuamka umeshangania simu tayari, uko TikTok na swipe tayari, umeingia YouTube tayari tayari, uko Instagram, unajikuta kwamba hauna ule muda wa kutafakari mambo ya kimungu kabisa. Sababu ya tatu ni kukosa uelewa wa kiroho. Kumbe muda mwingine unaweza ukawa unasahau kwa sababu hauna uelewa wa kiroho, unakosa uelewa wa kile kitu ambacho umekiota. Kwa hiyo kama hauna uelewa, unakuwa haujui kwamba okay, nikiamka asubuhi kama nimeota ndoto natakiwa nifanye nini kwa sababu kuna ndoto zingine za kukibukisha ota, kuna ndoto zingine za kumshukuru Mungu, kuna ndoto zingine za kukemea, kuna ndoto zingine ni zinakupa maamuzi ni kitu gani cha kufanya. Ni ni, ni no, no, no, no, no. So, umeamka Unaamka tu unaamka unafika unafika unafika, kumbe ilikuwa ni ndoto ambayo itakayo, ukiamka tu, uanze kumwambia tu Mungu, asante kwa kwao umenipa neema. Mungu, asante kwa kwao umenipa maelekezo, kumbe kuna ndoto zingine zinakuja kwa ajili ya kutoa maelekezo. Sio kila ndoto ni ya kukemea kwenye maisha yako. Watu wengi wana misinterpretation ya ndoto, ni kwa sababu kila ndoto wanayoiota kwenye maisha yao, wao wanakimbilia kukemea, wao wanakimbilia kuvunja, wao wanakimbilia kungoa no, no, no, no. No, no, no, no, no. Sababu nyingine hata kuta kushughulikia ndoto ulizoziota nyuma, naomba nisikize kwa makini, kuna ndoto zingine ambazo ulizoziota nyuma zilikuwa zinamaanisha kabisa kwamba, bwana, wewe kuna hatari ya kwamba unaenda kupofuka kipa kiroho kuna hatari uko mbele ya kwamba kuna kitu kinaenda kutokea kibaya kwenye maisha yako kuhusiana na ulimwengu wako wa roho. Ulimwengu wako wa roho huenda umeshavamiwa tayari, lakini kwa sababu wewe hauzingatii kabisa, wewe uko bizi na mambo yako. Sababu nyingine ya tuto kujiandaa kiroho, kuna watu hamna tabia ya kuomba, kuna watu hamna tabia ya kufunga, kuna watu hamna tabia ya kumtafuta Mungu sana. Yaani wewe kusoma bibilia yako, nasoma siku pili mpaka Jumapili kuomba ni Jumapili ukitoka kanisani, mpaka Jumapili ukiingia kanisani kwenye ibada nyingine. Hauna tabia ile ya kumtafuta Mungu wewe binafsi, na ndio maana unajikuta kwamba unapolala usiku unakuwa unasahau. Kwa nini? Kwa sababu ndoto zako zinakuwa hazina ulinzi wa Kimungu. Ndoto zako shetani anaweza akazichukua muda wote, ule ujumbe ambao Mungu amekupa unaweza ukaibiwa muda wote. Kwa nini? Ni kwa sababu wewe hauna tabia ya kuomba mara kwa mara, huna tabia ya kufuatia vitu vya kimungu mara kwa mara. Kwa hiyo unajikuta kwamba hata shetani anapokuja kwenye maisha yako anapata upenyo kwa urahisi. Ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 41, anasema hivi: kesheni na kuomba, msije mkaingia majaribuni, roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Kumbe muda mwingine unatakiwa tu ukeshe, ukiomba na kukesha. Kuomba hamaanishi kwamba muda wote unaomba, hapana. Yaani muda wote ukae katika hali ya ibada, muda wote ukae katika hali ya tahadhari, mda wote ukae katika ile hali kama ya kumwabudu Mungu, katika hali ya kumtafuta Mungu. Hata kama umtafute Mungu, sio lazima ukeshe, lakini unakuwa uko katika kahali fulani vika uwepo, unakuwa uko katika kahali fulani vika kusikiliza labda nyimbo za gospel, kahali fulani vika kusikiliza maudhui ya gospel, kahali fulani vika kusikiliza Injili. Shida, shida watu wengi hapa, mtu unakuta usiku, unapolala umeplay nyimbo ya secular, umeplay nyimbo ya bongo flavor usiku, unapoenda kulala yani unaenda una, ku, una, una play nyimbo ya, ya bongo flavor alafu unaingia kulala. Wewe unategemea nini huko usiku? Mtumishi wa Mungu, utakapolala cha kwanza lazima uote ndoto za kutisha cha kwanza lazima wote, unakimbizwa, lazima wote kwamba kuna watu wote, watu waliokufa. Kwa nini? Kwa sababu zile nyimbo ambazo unazitiuni usiku unapokuwa umelala. Pia angalia sana kile kitu ambacho unakuwa unakitiuni usiku unapokuwa umelala. Ni gani ambayo unakuwa umetiuni? Ni mazingira gani ambayo unakuwa umeweka kuna wengine mtu usiku anapoenda kulala, anaangalia movie za kutisha. Movie nyuma yake iko na roho, kila movie ya kutisha na nyuma yake iko na roho ya kutisha. Kwa hiyo unajikuta kwamba baada ya kuingia, baada ya kuangalia ile movie, sana sana kwa watoto, sababu baada ya kuangalia ile movie unajikuta kwamba kuna mlango wa hofu ambao umekwisha kufunguliwa ndani ya, ya maisha ya yako. Tayari unaenda kulala, roho ya hofu ikiwa inakusumbua unapoenda usiku, unapoenda unachoenda kukutana nacho kwa usiku unapokuwa umelala, jua kama kabisa, lazima utakapolala ukutane na roho ya hofu, lazima ukutane na ndoto ya kutisha. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa umekwisha kufungua mlango wa hofu tayari ndani yako. Hiyo, hicho nilichokutajia ndo sababu kubwa ambayo nafanya kwamba watu wanapokuwa wamelala usiku waweze kusahau ndoto zao. Kama kuna jambo linakusumbua kuhusiana na ndoto, andika pale kwenye comment section ni ndoto gani inakusumbua ama ni jambo gani linakusumbua. Usisahau kusubscribe, share kwa ndugu jamaa na marafiki, comment mahali pale, waambie kwamba ndoto wanazoziota kama nasahau, washare clip hii. Tishia tu kuhadisia, share clip hii kwao na Mungu atakubariki sana. Pia unaweza kaendelea kufuatilia channel yetu, kuna clip mbali mbali za ndoto ambazo zimetoa tafsiri. Kama umeota unafukuzwa na mbwa, umeota watu waliokufa, unaota uko shuleni, nimeshatoa tafsiri ya ndoto hizo kwenye clip ambazo ziko hapo chini. Endelea kufuatilia na Mungu atakubariki sana. This is Apostle. Bye bye. Shalom.